Injili kulingana na Luka mtakatifu. Mlango wa kumi na tatu. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia: Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanane walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa, ndipo ukate. Siku ya sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya sabato, akajibu akawaambia mkutano, kuna siku sita zifazo kufanya kazi; basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu njia amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachacha wote pia. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, E Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuwaambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako; ondokeni kwangu, ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi na wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. E Yerusalemu, Yerusalemu, wowaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako! Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka! Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu. Nami nawaambia hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana.